Mombasa na fululiza ni katika kaunti ya Machakos, eneo la Konza. Rais William Ruto amebaini kuwa taifa la Kenya linahitaji uwanja mwingine wa ndege, umeme wa takriban trilioni moja, mabwawa hamsini ya takriban trilioni moja nukta tano ili kuhakikisha maeneo ya kilimo inaongezeka. Akizindua awamu ya kwanza ya miundo msingi katika eneo la Konza, Rais Ruto ameongeza kuwa eneo la Konza linahitaji uwanja mpya wa ndege. Haya yote akisisitiza kuwa yatawezekana iwapo Wakenya watakubaliana kwa pamoja kubadilisha mwonekano wa taifa hili kwa kusaza siasa zisizofaa. So ni katika awamu ya kwanza ya uzinduzi wa miundo msingi katika eneo la Konza, eneo ambalo Rais William Ruto amebaini kuwa vijana wengi watapata ajira kutokana na miundo msingi mipya iliyowekezwa katika eneo hili ikiwemo maswala ya kidijitali, akiongeza kuwa eneo la Konza linahitaji uwanja wa ndege, na ili kufanikisha haya taifa la Kenya linahitaji takriban trilioni moja nukta tano, pesa ambazo zitasaidia sana kwenye ujenzi wa uwanja huo na nyanja zingine za ndege homu nchini. We need to do...

It will enable Konza city to grow. Na ili kuhakikisha kuwa taifa la Kenya lina umeme unaokidhi mahitaji ya wa Wakenya, rais Ruto amebaini kuwa taifa hili linahitaji takriban trilioni moja, akisisitiza kuwa pia taifa hili linahitaji takriban trilioni moja nukta tano za ujenzi wa mabwawa hamsini nchini itakayosaidia wakulima kwenye kilimo cha kunyunyiza maji.

Put another two million acres under irrigation. Na ili kufaulisha haya yote, rais Ruto ameweka wazi kuwa ipo haja ya kuungana pamoja kama Wakenya na kusaza siasa za kuwatenganisha Wakenya. Tafadhali na waomba Wakenya wenzangu, tukubaliane tubadilishe hii nchi, tuache siasa ndogo, siasa ndogo ambaye haitusaidii, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo, hakuna kitu wana, wanaongea you know? Ama, ama namna gani? So tafadhali, mimi nawaomba viongozi, sisi wote, kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Usiseme ati mpango yako ni kuja kuondoa affordable housing.